Uhaligani ndugu mtazamaji, ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa saa ishirini na nne zijazo kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Langu jina ni Desderi Moses. Mifumo ya upepo inaonyesha kuwa upepo wa wastani unatarajiwa katika maeneo mengi hapa nchini, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Mifumo ya anga inaonyesha bado kuna uwepo wa viashiria vya vya mvua katika maeneo mbalimbali mbali, hapa nchini. Na usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayopatikana magharibi mwa nchi yetu pamoja na yale yanayopatikana ukanda wa ziwa Victoria, yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua inayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache. Mkoa wa Arusha, Kilimanjaro pamoja na mkoa wa Manyara, inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia, yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ukavu kwa ujumla. Na hapo kesho maeneo yanayopatikana katika mkoa wa Dodoma pamoja na mkoa wa Singida, mkoa wa Ruvuma pamoja na maeneo yote ya ukanda wa nyanda za juu kusini magharibi, yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia, magharibi mwa nchi yetu, ukanda wa Ziwa Victoria, maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na ukanda wote wa pwani ya Bahari ya Hindi ikijumuisha mkoa wa Morogoro, yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua inaambatana ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na sasa karibu tuangazie utabiri wa hali ya hewa wa siku nne zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua pamoja na ngurumo za radi vinatarajiwa. Mkoa wa Dodoma, vipindi vya mvua pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Mkoa wa Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo za radi vinatarajiwa kwa Kilimanjaro vipindi vya mvua vinatarajiwa katika siku nne zijazo. Na kwa upande wa mkoa wa Mbeya vipindi vya mvua navyo pia vinatarajiwa katika siku nne zijazo. Kwa Morogoro vipindi vya mvua pamoja na ngurumo za radi vinatarajiwa. Na kwa upande wa mkoa wa Arusha vipindi vya mvua vinatarajiwa katika siku nne zijazo. Na kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, hatuna la ziada, ni kutakie wakati mwema.